Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia. Kila aliyesimama alitumia maneno chama cha Wakenya, chama chenu, i believe na kadhalika. Tuliyo na majina ya viongozi pia ni Onyango Sakaja na kadhalika. Ni ishara nzuri, maana si kuona majina ya kidesturi ya Kuria Chege au Maina kama ilivyo katika wizara ya fedha lakini nilipoendelea kusikiliza nikasikia muziki mwingi wa lugha ya mama, na ndiyo nikasema, nimedanganywa. Kuna kitu wanaficha hawa. Licha ya kuwa mbunge wa eneo bunge jirani ninakotoka, Eugene Omalwa alikuwa mgeni wa heshima, alitumiwa tu kukipa chama sura ya taifa, na ndiyo nitasema hivi kwamba kwa sababu ya kisomo kingi, kizazi cha siku hizi kina uongo mwingi wanapozungumza. Asilimia sitini ya maneno yanayotoka vinywani mwao ni ya uongo. Kitengo kinachoongoza uongo huo ni cha viongozi wa kisiasa na ndiyo maana kutegemea wasomi wa zamani wa tabia za wanadamu ni muhimu. Walisema kwamba ukweli haswa hudhihirika tu na wala hausemwi kwa kinywa. Ukitaka kuupata, tizama jinsi maneno yanavyosemwa, mahala yamesemewa na yamesindikizwa vipi ili yafike kwenye sikio lako. TNA imezinduliwa kwa kutumia dhahabu, fedha na shaba, na sote tumebaini kwamba jarida la Forbes halikudanganya lilipomtaja kuwa mtu tajiri sana nchini Kenya. Jumapili tumeona uzito wa mali ya mzee Jomo mwa Kenyatta. Mwanamfalme Uhuru Kenyatta amezungumza nasi tukiwa Garisa, Eldoret, Kisumu, Mombasa kupitia teknolojia ya kisasa ya viwambo vya kuwasilisha hotuba huku mwenyewe akionekana. Haikwa lazima ufike KICC c ungemwona ukiwa mjini Garisa, Eldoret ama Mombasa, tena moja kwa moja lakini uzito wa mali ya hayati Jomo Kenyatta si lengo la dukizi hili la leo. Leo ninasema, kwa sababu ya kisomo kingi, kizazi cha sasa kina udanganyifu mwingi. Jana maneno yalitamkwa na yakaandikwa na wanahabari, redio zikatangaza, runinga zikatangaza na kuonyesha huku, magazeti ya kinakili. Kila aliyesimama alisema ni kwa manufaa ya Wakenya wote. Umoja wa Taifa, chama chenu Nikasema hatimaye tumepata mahala pa kwenda. Hata nilikuwa nimeanza kuamini kwamba kwa hakika dhahabu aliyoacha mzee Jomo Kenyatta huenda itatupa rais wa nne wa Kenya. Lakini nyimbo zilipokuja, siri ikafichuka. Wakaimba na kuruka kwa lugha ya mama tu. Nyimbo za lugha ya jamii zingine zikaimbwa, lakini kwa muda mfupi, nyingi zilikuwa za lugha ya mama na ndiyo nitasema hivi kwamba kuna watu wanaochukulia wimbo kimzaha, lakini ukweli ni kwamba wimbo unaoimba wewe ndiyo huelezea hali ya moyo wako. Ukiwa mtu anayeenzi lugha yako na watu wa kwenu pekee, utaimba utacheza na kusikiliza tu nyimbo za lugha yako ya mama. Moyo wa mwanadamu umeumbwa kujieleza kupitia nyimbo. Nyimbo anazoimba au kusikiliza mtu hufichua kilicho katika nafsi yake, hata kabla hakijaingia akilini ili kusemwa na kinywa. Katika uzinduzi wa TNA, vinywa vyote vilituambia kwamba ni chama chetu, cha, cha Wakenya wote, ni chama cha vijana, hata kama baadhi ya wa wakuu wanazidi umri wa ujana ambao hukomea miaka 45 matangazo yakapeperushwa kenya nzima kutohakikishia tna ni chama chetu si cha udikteta kama odm lakini walipoimba ala lugha ya mama ikawa ndio wimbo wa taifa wa tna lugha zingine za kenya zikaimbwa hata kina mama wakaimba kwa lugha zote 42 lakini lazima lugha ya mama ya mwanamfalme ingepewa muda zaidi iimbwe zaidi na ichezwe zaidi Tukapata ujumbe aliowasilisha Andrew Morton kwenye kitabu chake The Making of an African Statesman, mm-hmm. kwamba Mzee Jomo Kenyatta alisema kuwa jamii yake inakamua maziwa ya ng'ombe asubuhi, jamii zingine zitakamua jioni. TNA inatuambia kwamba jioni bado haijafika, na ndilo Sepetuko. Mimi ni Wellington Nyongesa. Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.